Yafuatayo ni makundi ya wanaume ambao ni ngumu sana kupona changamoto yao ya upungufu wa nguvu za kiume. Kundi la kwanza ni wanaume ambao kwamba ambao wanatumia sigara au pombe kali. Hawa ni wanaume ambao kwamba wanajitia sumu mwilini mwao kila wakati na ndio maana inakuwa ni ngumu kupona changamoto yao ya upungufu wa nguvu za kiume kutokana na sumu wanazozitumia. Lakini kundi la pili ni wanaume ambao kwamba walishawahi kufanyiwa upasuaji mkubwa kama ni upasuaji wa tezi dume au upasuaji mwingine wote ule mkubwa, basi pia inakuwa ni ngumu kupona changamoto yao ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kundi la tatu ni wanaume ambao wana changamoto katika mishipa fahamu. Kumbuka, ikiwa mishipa fahamu ndio anachukua msisimko ama ladha ya kushiriki tendo pamoja na hisia katika mwili, ikiwa mishipa fahamu itaathirika utaanza kuona dalili ya kuwahi kufika kileleni na mwisho wa siku utashindwa hata kuperform tendo la ndoa kabisa. Lakini kundi la nne ni wanaume wenye maradhi sugu kama vile kisukari, presha, matatizo ya moyo pamoja na matatizo mengine. Nayo pia ni ngumu sana kuikabili changamoto yao ya upungufu wa nguvu za kiume hadi pale watakapobadilisha mfumo wao wa maisha. Ikiwa ni mwanaume ambaye anasumbuliwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume na umehangaika kutumia tiba bila kupata matokeo, basi unaweza kuchukua namba yangu katika bio nikakupa e mwongozo walishe program mazoezi pamoja na supplement ambazo ni husika ambazo utatumia na zitaweza kusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Tuwasiliane niweze kushauri.